Wapendwa, karibuni katika tafakari ya leo, siku ya Jumatatu, Dominika ya pili ya mwaka che wa kanisa. Tutaanza kusoma neno la Injili. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka.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 tutaongozwa na maneno yafuatayo: huruma ni tabia ya Mungu. Ndugu wapendwa watazamaji katika Kristo, leo tunatafakari juu ya huruma ya Mungu kama Yesu anavyotufundisha katika injili tulivyosoma, Injili ya Luka sura ya 6 aya ya 31 hadi ya 38. Na moja ya mafundisho makuu ya Yesu ni kuwa na huruma kama Baba yetu wa mbinguni alivyo na huruma. Naye Yesu anasema iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma, Injili ya Luka sura ya 6 aya 36. Hivyo basi huruma ni tabia ya Mungu katika maisha yetu. Katika maisha yake yote hapa duniani Yesu alionyesha huruma kwa wagonjwa, wenye dhambi na maskini aliwasamehe waliomsurubisha, ukisoma katika Injili ya Luka sura ya 23 aya ya 34. Na hata aliwahimiza wafuasi wake kupenda adui zao. Injili ya leo inasisitiza kuwa na huruma, msamaha na kujitoa kwa wenzetu, kwa kuwa tutalipwa na matendo tunayowatendea wenzetu. Wapendwa watazamaji, wapo baadhi yetu tuna tunatumia nafasi zetu kuwahukumu watu kwa matendo yao waliotenda walio bila kufikiri kwa kina juu ya maovu yetu wenyewe. Pengine hatuoni wema wowote walioutenda au waliotutendea, kila kitu tunatanguliza lawama, wala hatuna muda wa kuwasamehe au kuomba msamaha kwa yale tuliyowakosea. Hii ni vile tu makosa yao yameonekana hadharani, ila ya kwetu kwa vile hayajaonekana hadharani, ndiyo maana tunawahukumu. Mtakatifu Fausta aliyepewa ufunuo wa huruma ya Mungu alisema hakuna dhambi inayoweza kuzidi huruma ya Mungu iwapo tu, tutamgeukia kwa moyo wa kweli. Yesu pia anatufundisha kanuni ya dhahabu kuwa tuwatendee watu kama tunavyopenda sisi kutendewa, ukisoma Injili ya Luka sura ya 6 aya 31. Ndugu wapendwa, kwa kuwa huruma ni tabia ya Mungu, nasi kama watoto wake tunapaswa kuiga mfano wake. Hata tunapokutana na majaribu au hasira kutoka kwa wengine tunapaswa kuwa na roho ya msamaha na upendo badala ya kutafuta kisasi, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tumwombe Mungu aingie na kukaa nasi katika mioyo yetu, na hiyo basi atuopoe katika maovu, tuishi kwa upendo na kuonesha huruma na msamaha kwa jirani zetu. Tafakari hii imeletwa kwenu na mshemasi Siliveri Nyanda, Shemasi wa Jimbo Katoliki la Lindi.